<coughs> Mpendwa mtazamaji, yapo maswali mengi juu ya Juma Kuu. Katika vipindi vyetu vilivyopita tuliongelea juu ya Kwaresma, lakini maswali yamekuwa mengi sana. Watu wanataka kujua zaidi kuhusu Juma Kuu, kwa hiyo nimeamua niwaletee eh, mafundisho zaidi juu ya Juma Kuu eh, Eh, kabla ya Pasaka au Juma Takatifu, kwa kweli Juma Kuu linaanza na mwashirio wake katika juma la tano la Pasaka ambapo kunakuwa na kufunikwa misalaba pamoja na sanamu pale kanisani. Kwa hiyo kuna hilo tendo la kufunika misalaba ambalo tunaliona wote na kila mara tunashangaa eh, kitu gani hiki kimetokea? Mbona misalaba imefunikwa? Kuna kitu gani? Kwa hiyo ni desturi ya kanisa tangu karne nyingi zilizopita kufunika e, misalaba pamoja na sanamu mbalimbali mbali za watakatifu pale kanisani, kama ni Mtakatifu Yosefu ya Bikira e, Maria na watakatifu wengine ambao nyo, sanamu zao ziko pale kanisani. Sasa labda swali la kujiuliza kwa nini tunafunika hizi sanamu? Kwa nini mwanzo wa Juma Takatifu unaashiriwa na kufunikwa kwa hizi sanamu pamoja na misalaba pale kanisani? Kwa hiyo kufunika misalaba pamoja na salamu ni ishara ya toba na maandalizi ya kupokea juma jipya ambalo ni juma la mateso ya na kutayarisha ufufuko wa Kristu kwa kuzingatia hayo mateso ya Kristu. Na kwa kawaida misalaba hufunikwa na kitambaa cha rangi ya zambarau. Na kwa nini rangi ya zambarau, si rangi nyingineyo labda nyekundu au ya kijani? Ni kwamba rangi ya zambarau ni rangi ya toba, kwamba sasa hivi sasa kila mmoja anaalikwa karibu sana kufanya toba, lakini vilevile vile rangi hii ni rangi ya matumaini, lakini tumaini ambalo tunalo sasa hivi ni tumaini la ufufuko, kwamba Kristu e, hapotei na sisi hatupotei bali tunaunganishwa katika u e, ufufuko, katika tumaini la ufufuko wa Kristu. Lakini vilevile vile rangi hii ni rangi ya unyenyekevu. Kristu kwa unyenyekevu wake mwenyewe anakubali kuyapokea mateso anakubali eh, kupanga safari ya kwenda Yerusalemu na anajua kwamba ni kitu gani kitakachompata huko Yerusalemu. Maanake atakamatwa, atateswa na atauawa. Kwa hiyo ni safari ya unyenyekevu akitambua eh, ni kitu gani ambacho kinaenda kutokea katika maisha yake. Kwa hiyo sisi Wakristu tunapojiandaa kupokea hilo juma jipya tuna jiandaa kupokea kwa uzito mkubwa. Kwa hiyo rangi hizi na kufunika misalaba hii pamoja na sanamu inatuandaa tupokee juma hili kuu kwa uzito mkubwa. Kwa hiyo basi, kwetu sisi kitendo cha kufunika misalaba kina maana kubwa. Kwanza, kinatualika kuzingatia mateso ya Kristu, kuyaona kwamba ni jambo zito ambalo Yesu anaenda kulitenda na ambao ni jambo zito kwetu sisi kwamba saa nyingine tutajiandaa kupokea mateso katika kutekeleza wajibu wetu. Kwa hiyo kufunika misalaba huku kutukumbushe huo uzito na kukazia ndani ya mioyo yetu thamani ya mateso ya Kristu, lakini vilevile thamani ya ya kushiriki mateso ya Kristu katika maisha yetu ya kila siku vilevile vile, kufunika misalaba pamoja na hizi sanamu au statua za watakatifu kunatuandaa kujiandaa kisaikolojia. Eh, ukijua kwamba utaingia katika mateso basi unajiandaa kisaikolojia na eh, mateso hayo yanakuwa eh, sio makali kwako, lakini vilevile kujiandaa kisaikolojia kwa mtu atakayeteswa kunakupa uzito watendo ambalo analifanya kwa ajili yako. Je, tunatambua thamani ya mateso ya Kristu kisaikolojia sio kiimani tu, kwamba mtu anateseka kwa ajili yangu? Na hata katika maisha yetu ya kawaida, mtu anapoteseka kwa ajili yako kisaikolojia, unaichukuliaje? Unaipa uzito gani katika eh, maisha yako? Vilevile vile, kufunika huku misalaba pamoja na sanamu kuna tuandaa kwa ajili ya kufanya kitubio kizito, kwamba hata Kwaresma ilianza ulipakwa majivu, ikafika mpaka dominika ya tano hujafanya lolote kujiandaa kitubio, basi inakushtua kwamba ah, kumbe inapaswa kufanya kitubio. Kwa hiyo inatuandaa kwamba sasa ni wakati wa toba, ni wakati wa kuchunguza nafsi zetu kwa ukaribu zaidi ili hatimaye e, hiki kinachokuja hiki kinachoashiriwa kufika cha Juma Takatifu ambacho kutakuwa na mateso na kifo, basi kitushitue tufanye toba ya kweli, toba ya ndani. Vilevile tunapoendelea inatuandaa vilevile kwa maandalizi ya liturujia ya Juma Kuu, e, maandalizi yale kwamba Juma Kuu litaanza kwa Dominika ya Matawi, Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu mpaka ile jumaa mosi kabla ya adhimisho la Pasaka. Kwa hiyo kama ina, inatupa ina changamoto, jamani, fanyeni haraka, fanyeni bidii e, Pasaka inakuja, tujiandae vipi? Tuandae liturujia yetu iende vipi? Kwa hiyo ni kiashirio kikubwa sana e, kwetu sisi kwa ajili ya kuandaa liturujia ya, ya juma kuu pamoja na liturujia ile ya Pasaka na hitimisho la kufunika hii misalaba pamoja na, eh, na, na na sanamu hizi statua ni ile Ijumaa. Ijumaa baada ya ma, adhimisho la mateso, misalaba inafunuliwa, misalaba yote inafunuliwa, lakini sanamu zinaendelea kufunikwa hadi kabla ya adhimisho la mkesha wa Pasaka. Kwa hiyo eh, inatuandaa kwamba kumbe tutakapofungua sasa, tunafungua mioyo yetu kwa furaha kwamba sasa kumbe, e, mauti haina nguvu, kumbe mateso hayana nguvu mbele ya utukufu wa Kristu. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba umepata hako kasomo kanakogusia mambo ya kufunika ambayo ni kiashirio cha e, mwanzo wa Juma Takatifu. Sasa hili juma takatifu linaanza lini hasa, eh, au juma kuu? Tunalita juma takatifu au juma kuu, ni majina yanayotumika kwa eh, kumaanisha kitu kimoja. Kwa hiyo kanisa takatifu Katoliki tangu enzi limekuwa likiadhimisha juma kuu kuanzia dominika ya matawi. Kwa hiyo dominika ya matawi ndio mwanzo wa juma kuu na ni dominika ya sita ya kipindi cha Kwaresma, na tunasema ni dominika ya mwisho ya kipindi cha Kwaresma kwa sababu dominika inayofuata itakuwa ni dominika ya Pasaka, inakuwa sio Kwaresma tena. Na Kwaresma kwa, kwa kawaida inaisha ile jumamosi kabla ya adhimisho kabla uh, ya adhimisho la, la, la, la, la, la, la, la mkesha E, wa, wa Pasaka unasema mambo yote ya dominika yameisha. Kwa kweli kimsingi inaisha kabla e, ya ile e, mambo yote ya, mf ya mfungo yanaisha kabla ya ile adhimisho la mkesha, kabla hatujaanza ile ijumaa e, jumamosi tunapoanza zile hekaheka heka za e, kusheherekea e, kufufuka na tunaposema juma takatifu ni siku gani zinaingizwa sasa humo ndani kwa hiyo tunaanza na ile dominika yenyewe ya matawi, maanake tunapoanza ile masifu ya jioni kwa wale wanaosali e, sala za jioni zile za ofisio, tunapoanza tu ile masifu ya jioni ya dominika maanake jumamosi jioni e, basi tunaanza dominika ya matawi, na kesho yake siku ya dominika tunapofanya yale yanayopaswa kufanya katika dominika, tunahesabu ile kwamba ndio imeanza inakuja jumatatu tunaita jumatatu takatifu inafuata siku ya jumanne takatifu inafuata siku ya jumatano takatifu na jumatano labda saa nyingine hatufikirii sana lakini ina kitu cha pekee jumatano inaitwa jumatano ya upelelezi labda neno hili ndio mara yako ya kwanza kulisikia kwamba kumbe ah, kuna jumatano ya upelelezi na kitu gani kinapelelezwa? Ni Yuda Iskarioti ndio alikuwa anampeleleza Yesu jinsi ya kumkamata, na wale maaskari tayari walikuwa ameshampa hela, wanapeleleza jinsi ya kumkamata, ndio mpaka wakampata Yuda wakampa hela eh. Kwa hiyo ni Jumatano ya upelelezi au vilevile inaitwa vile, Jumatano ya usaliti, kwa sababu alikuwa tayari amesha msaliti, ameshachukua vipande vile thelathini vya pesa. Kwa hiyo anatafuta tu mbinu ya sasa ya kuwaonyesha wale ambao walikuwa wanampeleleza waweze kumchukua. Kwa hiyo ni Jumatano ya upelelezi, ni Jumatano ya usaliti. Halafu inafuata Alhamisi ambayo ni ina mambo kadha wa kadha ambayo eh, kuna ile karamu ya mwisho na yale mambo ambayo yatakuwepo yata humo ndani, tutaongelea baadaye. sasa Swali ni kwamba kwa nini sasa, japo nimesha jibu, lakini useme kwa nini sasa Wakristu huweka mkazo au msisitizo wa maadhimisho ya Juma Takatifu? Kwani kwa nini isiyo tu kama majuma mengine? Wakristu wanakumbushwa mateso ambayo Yesu aliyakabili na dhabihu ambayo aliitoa eh, katika juma hili ambayo kimsingi ndiyo kilele cha lengo lake la kuwepo hapa duniani. Kwa sababu bila dhabihu eh, hii ambayo aliitoa mwenyewe, tukiangalia karamu ya mwisho eh, alifanya nini, lakini dhabihu ile ambayo aliikamilisha pale msalabani. Kwa hiyo ni wakati kumbe, watafakari kuu cool. Ni wakati Wakristo wanakumbushwa haya mateso tungekuwa tunaenda tu bila kukumbushwa eh, kwamba Yesu amefanya nini, basi tunaweza tukasahau imani yetu, lakini Wakristu wanaadhimisha kwa lengo hilo la ukumbusho, sio kukumbuka tu kifikira eh, tunasema uh, remembrance hmm? tunalileta lile adhimisho kwa namna mpya na ya pekee. Kwa hiyo tunaunganishwa eh, katika mafundisho ya Kristu kabla ya kifo, wakati wa mateso na pamoja na wakati wa ufufuko. Kwa hiyo tunakumbushwa hayo matendo makuu ambayo yamefanyika katika juma hili takatifu. Ndio maana Wakristu hasa sisi wa Katoliki tunaweka msisitizo mkubwa wa maadhimisho ya juma takatifu. Tunasema katika juma hili takatifu tunaadhimisha siku za mwisho za Yesu Kristo alipokuwepo hapa duniani, e, kimwili na kiroho. E, alikuwa Mungu mtu. A, alikuwa Mungu kweli na mtu kweli. Kwa hiyo aliishi maisha yale ya ubinadamu, akaishia e, kipindi hiki na kutufungulia haya maisha a, na maadhimisho mapya ambayo tunayaadhimisha hadi leo. Kwa hiyo mioyo yetu inaingizwa katika hiyo hamu ya Eh, eh, ya, ya, ya kusherekea huo ufufuko na kuingia katika hilo tarajio la maisha ya uzima wa milele hata baada ya maisha haya ya hapa duniani. Swali lingine, kwa nini sasa hii wiki takatifu inaitwa takatifu? Kwa nini tuseme tu ni wiki kama wiki nyingine? Kwa hiyo inaitwa wiki takatifu kwa sababu inabeba huo utakatifu wa maisha yetu, ni ukamilisho wa fumbo takatifu ambalo Kristu tangu mwanzo eh, Mungu aliahidi kuwaletea wanadamu ukombozi ukum, uh, kwa hiyo na sisi tunaalikwa kujitolea kushiriki hayo mateso ya Kristu, na kwa Kigiriki basi E, au Kiyunani, Kigiriki, Kiyunani, wale wa Yunani ambao e, kwa sasa hivi ndio Wagiriki wapya e, waliliita juma hili ni takatifu, pamoja na Warumi wale wa kwanza wakupokea Injili, basi waliliita hili ni juma takatifu au juma kuu. Yani, katika majuma yote ya mwaka hii inakuwa ni juma kuu e, kwa hiyo ni siku muhimu kabisa kufahamu na katika hili juma kuu tunasema ni siku gani muhimu zaidi katika hili juma takatifu? Kwa kawaida kuna siku tatu muhimu zaidi, pamoja na kwamba ni juma kuu, lakini kuna siku tatu ambazo ni muhimu zaidi. Kwanza kuna dominika yenyewe ya matawi, hiyo ni siku muhimu zaidi, ina tukio lake la pekee. Lakini vilevile Jumatano vile, tusisahau kwamba ni siku ya usaliti. Tunatafakari siku ya usaliti wa, wa, wa, wa, wa Yuda Iskariote, na sisi tunalikwa kutafakari: je, na mimi ni msaliti katika maisha yangu? Na msaliti Yesu kivipi katika imani yangu? Umemsaliti Yesu mara ngapi? Ni siku ya kutafakari juu ya usaliti. Kwa hiyo ni Jumatano Takatifu, Jumatano ya upelelezi, lazima tuikumbuke. Lakini vilevile Alhamisi kuu yale matendo makuu ambayo Yesu aliyafanya siku ya Alhamisi Kuu, je, tunayafahamu? Tunayatafakari? ni yapi? Kila mara unapoingia Alhamisi Kuu, ujiulize kwamba wewe, siku ya leo, ni matendo gani makuu unayafahamu. Kwa hiyo ni siku hiyo, na hii Jumaa Kuu unatafakari kwamba ina maana gani, matendo gani makuu yanayotumika ya, ya, ya, ya, ya, ya yaliyoingia. Kwa hiyo hapo kuna hiyo Jumaa uh, dominika ya matawi kuna kuna Jumatano kuna Alhamisi, Ijumaa hizo kuna ni siku muhimu sana ambazo lazima tuzitafakari katika hili, hili juma kuu. Kuna siku ya Alhamisi kuu. Katika Alhamisi kuu ni mambo gani wewe, e, Mkristu, licha ya kwamba wewe ni Mkatoliki au sio Mkatoliki, lakini ni mambo gani unapaswa una kuyafahamu wewe mtazamaji, wewe unayependa kuifahamu imani Katoliki katika Alhamisi kuu Jambo la kwanza kumbuka, kwamba ni adhimisho la karamu ya mwisho. Eh, nasema karamu ya Bwana chena domini, kwamba Kristu aliadhimisha ile karamu ya mwisho na wanafunzi wake, na katika karamu hiyo alitoa amri, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Maana yake akaweka ya sakramenti ya mwili na damu yake takatifu iendelee kuadhimishwa ambayo tunaendelea kuiadhimisha hadi leo e, tunapo tunapokunywa damu yake na kula mwili wake tunakumbuka hili adhimisho kuu. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kukumbuka, lakini vilevile vile, aliweka sakramenti ile ya ukuhani e, ya upadre kwamba anawapa uwezo wake e, wanafunzi hawa kubadilisha hii divai kuwa damu yake na akawapa uwezo wa kubadilisha eh, mkate kuwa mwili wake ambavyo vinaendelea hadi leo. Kwa hiyo sakramenti mbili, sakramenti ya daraja takatifu katika ngazi ya upadre ya ukuhani pamoja na eh, eh, sakramenti ya Ekaristi takatifu. Kwa hiyo alianzisha sakramenti ya ukuhani wa Agano Jipya, sio ule ukuhani wa Walawi lakini ukuhani wa Agano Jipya. Lakini vile vile aliweka amri mpya ya mapendo, so, mpendane kama mimi nilivyo wapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Kwa hiyo hadi leo eh, amri mpya nawapa, mpendane kama mimi nilivyo wapenda ninyi. Upendo wa kibinadamu una kasoro. Unaweza ukampenda jirani yako, kwa sababu wewe mwenyewe hujipendi, huwezi ukampenda sawasawa. Lakini upendo mkuu ndio huu wa kuweza kuyatoa maisha yako kwa ajili ya ndugu yako, kwa ajili ya rafiki zako, kama Yesu alivyokubali kufa kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya wenye dhambi. Huo ndio upendo. Je, unauweza wewe wa kufa kwa ajili ya rafiki yako, kumwaga damu kwa ajili ya rafiki yako? E, kama wewe mwenyewe hutaki hata kuumia kidogo kwa ajili ya maisha yako, je, unaweza kufa kwa ajili ya ndugu yako? Hiyo ndio amri. Kwa hiyo vitu hivyo tumevitaja siku ya Alhamisi Kuu, uvikumbuke katika maisha yako. Sasa wewe kama mwalimu, sasa unaielezaje? Sasa unalielezaje Juma Kuu? E, utaanzia wapi? Kwa hiyo lazima unapoeleza Juma Kuu anzia dominika ya matawi, utaelezea siku ya Alhamisi Kuu, utaelezea e, siku ya Ijumaa Kuu, e, utaelezea yale matukio yote muhimu ambayo yanapaswa kufanyika katika juma hilo lazima uguse na Getsemane pale Yesu alipokamatwa, ule usaliti ulipokamilika. Kwa hiyo ni vyema kila mara ujue hilo, na ni vizuri kila mara ufahamu vilevile liturujia ya Juma Kuu inaendaje kuanzia dominika ile ya matawi. Ujue kwamba kuna eh, kubariki matawi, kuna maandamano ambapo Wakristu wanaadhimisha kwa shangwe wakiimba Hosana mwana wadaundi, wa Daudi, mbarikiwa ajae kwa jina la Bwana na kutikisa matawi yao na kuingia kwa shangwe, na baadaye inafuata misa takatifu ambapo kuna kusoma maso, m -m -m -m -m -m mateso ya Yesu pale kwa urefu wake, ili watu wafahamu ni kitu gani kinaendelea -kina lakini, unakuja siku ya Alhamisi, kuna tukio la kubariki mafuta na kadhalika ambayo tutalieleza katika kipindi kijacho. Lakini vilevile vile kuna kuadhimisha karamu ya mwisho eh, kuna kuoshwa miguu. Ni matukio muhimu ambayo lazima uyafahamu. Vilevile siku ya ijumaa kwamba kuna adhimisho la mateso ya ya Kristu. Uifahamu ile liturujia ya Ijumaa kuu kwamba kuna sehemu ya neno, kuna yale maombi makuu eh, kuna kuabudu msalaba. Hayo yote uyafahamu. Kwa hiyo unaalikwa kwa namna ya pekee kufahamu mambo hayo, wewe Mkristu, wewe unayependa kuifahamu eh, liturujia ya kanisa Katoliki. Ninatumaini umepata somo la kutosha, umekuwa mwalimu, na kwa somo hili ninaamini kabisa utashiriki kikamilifu katika maadhimisho haya ya eh, juma kuu juma takatifu kuanzia Dominika ya matawi na tafakari zinazoendelea katikati ya wiki hadi eh, kilele chake kabla ya maadhimisho ya eh, pasaka katika ule mkesha wa pasaka. Labda swali tu la kumalizia kwamba matawi yanayoanza ile Dominika yanaashiria nini? Kwa nini matawi kwa utamaduni wa Wayahudi na mashariki ya kati, matawi yale ya mitende ni alama ya ushindi, alama ya kutokufa. Mtende huaga unakaa hata wakati wa kiangazi, wakati wa baridi unaendelea kushamili. Kwa hiyo tunaadhimisha kutokufa, hata kama hapa duniani tutakufa, lakini tutaishi milele na kumshangilia huyu mfalme wa milele. Nikupongeze kwa kufuatilia vipindi vyetu, na Mungu aendelee kukubariki uwe, uwe, nawe uwe mwalimu wa Juma Kuu na imani sahihi ya Kikatoliki. Basi tumalizie kipindi chetu kwa sala. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, Utupoe siku zote kila tuingiapo hatarini, ewe Bikira mtukufu uliyebarikiwa. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu.